Unataka kujibu nini? Ungekuwa mwanaume wa kweli ungepambana, tungea muda ungeleta hapa na sio saa hizi. Sawa na hizo hospitali umepata wapi? Siku moja moja kusaidiwa majukumu na mwanaume mwenzio sio mbaya Sasa sisi tuloipata bahati hii kuona, tufungeni pasi mashaka, tutayavuna zawadi. Mbona leo umechelewa kurudi madrasa? Ulikuwa unafanya nini? Walimu walikuwa wengi, ndio maana nikachelewa kutoka. Una uhakika au shaanza kurejea zile tabia zako. Tabia gani tena? Kwani ujuu hu ni mwezi wa Ramadhani? Najua vizuri, ila nimekuuliza kwa sababu nakujua. Hapana, mimi siwezi fanya hivyo. Aya, sawa. Mimi naenda dukani mara moja. Wewe naenda kajiandae, upike uji. Kwani Dazulfa yupo? Kwa hiyo yeye akiwepo wewe uwezi kufanya kazi? Nimeuliza tu, sina maana nyingine. Sawa, nenda kafanye nilichokuambia, nikisharudi dukani nikute kila kitu tayari. Ramadhan <tipa> <tipa> karibu wetu wa mgeni. Ramadhan, Ramadhan tumkaribu mgeni mwaza mwezi ulo bora mara moja tu kwa mwaka. Vipi mume wangu Mbona unaonekana upo sawa? Una shida gani tena? Unahisi nitakuwa na tatizo gani zaidi ya hili la Zulfa? Mda wote ukiwa na asira huwezi kupata unachokitaka. Unajua Zulfa ana asira na yeye, lazima uwe mpole ili aweze kufata kila unachokitaka wewe, lakini ukiwa mkali hivyo mtazidi kujibizana tu kila wakati. Huku ni kukosa heshima, kwani hajui kama mimi ndo babake nalobakia? Asiponisikiliza mimi atamsikiliza nani? Hakuna zaidi yako, ila lazima uende polepole. Wanawake wa sasa hivi hawataki kuchaguliwa mwanaume wa kumwoa, au wewe haulitambui hilo? Ilipofikia hapo, bila kusimama, kama baba yake atanipelekesha sana. Sasa basi, kesho napokea mahali na ndoa inafungwa wiki hii. Yesu anifanya mjeuri, taonyeshana sasa. Sasa wote mkiwa hivyo nani atakuwa chini kwa mwenzake? Ili hili jambo lipite kwa amani, itajulikana kama ni baba ama mtoto. Sasa unaenda wapi mume wangu? bora mara moja tu, mume wangu. Nimekusikia kila kitu ulichokuwa unaongea na mdogo wako hapo nje. Yani umekuja, mwenzako anataka kushauri wewe, ndo kwanza unazidi kumshauri, eti kwamba uanze wewe jambo lako alafu ndoidila kwake hivi. Hapo imekaaje? Kwa nini usingempambania kwanza akaoa yeye, halafu baadaye ndo ukaja ukaoa wewe? Unajua mke wangu jambo la yule bwana mdogo bado lina prosesi kubwa sana. Yani kuoa ni process ambayo inahitaji uanze hatua moja, uende hatua nyingine. Sasa ye hey, yuko kwenye hatua ya kwanza kabisa, yani mpaka tuanze kuhangaikia mahali, si tuanze kufanya nini nini. Mi nikaona bora tu nimwambie kwanza asubirie jambo langu mimi lipite, halafu tutakuja kufanya jambo lake hapo baadaye ili tuweze kufata prosesi zote ambazo zinahitajika. Unakosea sana mme wangu, kwa hali ya mdogo wako jinsi ilivyo, ni bora tu ungeanza jambo lake, alafu ndo likaja la kwako, japokuwa wewe ndo unatoa kila kitu na ndo mwenye uwezo, lakini angalia pia kwa hali ya kibinadamu. Mimi naona bora ufate tu ushauri wangu, kuliko unachokitaka wewe, ni sio kitu kizuri kabisa. Ni yako, unataka tuanze kubishana hapa, tugombane ndio utafurahi? Nishakuelezea sababu iliyonifanya mimi niweze kumwambia kwamba aoe wa pili mimi wa kwanza, lakini bado utaki kuelewa. Lakini pia gharama zote, kila kitu ambacho kinahusiana na ndoa yake mimi ndo nahusika kutoa, mahali si kufanya nini, kila kitu mimi ndo nahusika. Sasa nitawezaje kujigia kwenye mambo mawili kwa pamoja? Hicho kitu hakiwezekani, na ndio maana mimi nikamwambia kwamba nianze jambo langu mimi alafu jambo lake nitalishughulikia baadaye. Sasa kibaya hapo kikawa wapi? Aya, sawa, fanya unachoona ni sahihi kwako. Eh, hey, hayo ndio maneno. Alafu mi nishajua unaweka hivyo vipingamizi kwa sababu gani, ila hicho unachokifikiria kwenye akili yako hakitoweza kukamilika. Ili kikamilike hicho kitu labda ushirikiane wewe na huyo mbugira mwenzako, umsaidie kutoa mahali umsaidie kuandaa sherehe, kila kitu hicho, mkishirikiana basi yeye ndo atakuwa wa kwanza, alafu mimi ndo nitakuja kuwa wapili. Lakini kama hela anatoa mimi, mama hapo umebugi, labda dunia iweze kupinduka iwe mkichwa chini miguu juu, hilo swala lako ndo itafanikiwa, nakwambia hivyo. Mbona umeniweka hapa muda wote huu? Nimesubiri sana sikuoni, kwani umechelewa kuja? Watu wameanza kula nikawa naosha vyombo. Alafu hapo wenyewe tu nimejiiba tu, tufanye harakaraka alafu mimi niondoke zangu, umekuja sasa hivi unasema tufanye haraka uondoke, ujalishi kwamba ni muda gani hatujaonana leo. Umekuja tuburudiki unasema eti tufanye haraka uondoke kweli lakini kitoi, si unaona sasa hivi ni usiku, muda umeshaenda, alafu mi nyumbani nikirudi hawata nielewa, mi nitagombezwa. Sikia wewe, nyumbani wakaenda kukuuliza ulikuwa wapi, wewe ambie ulikuwa kwangu mimi, wataje jina langu, sawa? Ila sawa, mi nimekuelewa, japokuwa mi naogopa, maana babangu anaweza, wanaweza takanipiga, si so, ni watu wakubwa, si naogopa nini? Zawadi, unaweza kuniambia sasa hivi unatoka wapi? Dada mimi nimetoka tu msikitini kusali tarawe. Wewe usinifanye mimi mtoto mdogo kiasi hicho. Umetoka kusali tarawe hivyo ulivyo, eh? Hautaki kusema? Sasa subiri niongee kwa nguvu ili mama asikie, baba asikie, useme ulikuwa wapi Usifanye hivyo, mi nitakwambia. Nilipotoka? Ndo niambie ulipokuwa, ila naomba usimwambie baba. Mi nimetoka kwa Kitoi. <coughs> <Heh>? Zawadi, <coughs> mtu, tukazungumze ndani. Hivi Zawadi mdogo wangu, hivi unajua hiki unachokifanya sio kitu kizuri kabisa? Sasa mdogo wangu, wewe haujui kama huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani alafu sasa mwanaume mwenye unayenda kuonana naye unaamua umkosee Mungu wako unaenda kuonana na mtu ambaye hana mbele wala nyuma mtu ambaye leo hata ukipatwa na shida hawezi kukusaidia Nikiangalia nyie wote ni watoto wadogo Yaani hawezi kukuongoza kwa lolote li. alafu mbaya zaidi huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani huoni hata aibu moyo wako haukumi? Haujisikii vibaya? Zawadi, si tumelelewa kwenye dini sawa? We ni mtoto wa kike, umekuwa, siwezi kukuzuia kuwa kwenye mahusiano, lakini unajua sheria za huu mwezi si unajua? Alafu Zawadi, mdogo wangu, sawa, mi najua wewe una mambo mengi, lakini basi huu mwezi mmoja ujaribu kuuheshimu. Mbona unakuwa hivyo? Unakuwa una hata aibu, unatoka usiku unaenda kwa mwanaume, kweli? Hauoni hata aibu mm? hivi mm-hmm. Yule mzee sasa ndo unarudi, unapishana naye mlangoni unamwambia kitu gani? Sinaongea na wewe lakini. Dada, mimi sikukubali kwenda, yeye amenilazimisha tu, na mi sikuwa na namna yote, kanibidi niende, na kama nisingeenda mimi mahusiano yangu yangevunjika, dada, na mimi yule nampenda, sikuwa na namna yote kujizuia because mwanaume ninayempenda mm. Kakufata hapa nyumbani kaja kakuchukua kakutoa ndani kakuvuta kakupeleka nje kakupeleka hadi nyumbani kwake, si ndio? Hapana ndugu wangu, hauoni ile sekeseke linaloendelea humu ndani? Yule mama unataka umuue na pressure, si ndio? Yani unataka yule mama siku afe ndo ujue kwamba haya mambo yapo serious? Yule mzee sasa hivi kavurugwa, unataka siku aje atunyunyuzie petroli huko ndani atuunguze wote. We ni mtu mzima, mdogo wangu, jaribu kusoma majira ya nyakati, sawa? Hakuna i hakuna sababu sasa hivi tuanze kukaa tunapigizana kelele hapa. Tulikuwa tukae mdogo wangu, tuzungumze vitu vya msingi. Unajua dada yako sasa hivi napitia situation gani? Lakini hata mara moja kuniuliza, vipi dada? Yaani utaki kujua chochote? Unafikiria mwanaume wako umerudi, hujaoga, unaingia kulala na nuksi na mikosi yako, uamke nayo ya asubuhi uanze kufunga sasa kuna haja gani ya wewe kufunga? Wewe ni mtu mzima. Sasa hivi Zawadi, unatakiwa ujiombee wewe mwenyewe kwa Mwenyezi Mungu. Wewe mwenyewe ndio unatakiwa uongee na Mungu wako, wewe jiachie. Lakini dada, naisi nawo, unaelewa kuhusu mahusiano jinsi yalivyo. Hata kama ingekuwa ni wewe kwa no, mwanaume anaompenda ungeenda tu, usingejali kugombeza, usingejali lolote lile, ungeenda kwa mi nimefanya hivi ilina nampenda. Alafu kingine dada, mi naomba tu nisamee na usimweleze baba kuhusiana na chochote kile. Unajua fika kwamba siwezi kumwambia, lakini hii tabia ikiendelea ni lazima nimwambie, kwa sababu unajua mdogo wangu unaenda kuharibikiwa. Nafikiri utakuwa umenielewa. Sasa nenda kaoge uje ulale. Asalamu alaykum. Waalaikumsalamu warahmatullahi wa barakatu. Mimi nimekuja hapa kwa jambo moja tu. Najua kwamba ulikuwa na mpango wa kunisaidia na mimi niweze kuoa baada ya kumaliza kufunga ndoa. Lakini jana usiku nilikaa nikafikiria nika nikawaza vitu vingi sana. Kwa sasa hivi hali yangu sio nzuri hata useme kwamba unisaidie mimi nioe, najua tu kwamba baadaye nitateseka sana na Sio mimi tu ambaye nitateseka lakini nitamtesa sana mtoto wa watu. Kwa hiyo nimefikiria nimeona bora niachane kabisa na hili jambo. Yaani kiukweli sihitaji tena kuoa. Ah, uh, kama ulikuwa na mpango kunisaidia naomba mpango wako usitishe. Nitafanya vyovyote vile kuhakikisha kwamba ile binti ile mimba naitoa. Kwa sababu hata kitendo cha yeye tu kubakia na ile mimba huyo mtoto ambaye atakuja kuzaliwa atakuja kuteseka tu bure. Kwa hiyo sitaki tena kuendelea kuwatesa viumbe ambavyo havina hatia yoyote. Abdalla, wewe ushakuwa ni mtu mzima sasa hivi. Acha kuilaza akili yako kwa vitu ambavyo havina maana wala msingi wowote. Yaani, usitaki kuniambia kwamba umeenda kumtia mtoto wa watu mimba, alafu sasa hivi unataka kumwache tu aendelee kuteseka peke yake. Na wakati wewe ndio chanzo cha matatizo yote, yote yale.